Wanapoteza Babeli wanapoteza, lakini Mungu inaonekana bado atafunga bao hapa. Bwana anafunga bao. Ah, mpira basi kwa Shadraki, mpira basi kwa Mishaki na Abednego, na wanaendelea wa Wamesimama, wamesimama, walikuwa wamefungwa. Mfalme akasimama kwa haraka na akauliza, si tulitupa watatu? Hata yeye amechanganyikiwa. Mfalme haoni kuna wanajeshi wamekufa hapa, hapo sio wakati wa kuwafikiria. Hapa ndani kuna maneno hemu, angalia! Ni ninyi wote sijui, mimi napoteza fahamu, sielewi. Lakini tulipotupa watatu, ndio, lakini yeye eh, na, eh, na tuliwaangusha chini, walikuwa eh, mbona basi wanatembea, wanatembeatembea hapo ndani ya moto nini kinachoendelea tena? Wamefunguliwa na wako na mwingine wanne, na ni kama wanaenjoy kuwa pale kwa moto, wanatembea. Bwana asifiwe sana. Unajua, wakati Nebukadinezaru alipokaa chini na kupanga kuangamiza watumishi wa Mungu, naye Mungu wa mbinguni akaita baraza la dharura. Akaita haraka, I need the excom. Nataka excom wakuje haraka. Roho Mtakatifu na Yesu wakakusanyika pale. Na Baba akasema ya kwamba sasa, pale duniani Babeli kuna hali ya hatari. Wale tuliowatuma mabalozi, wakaribu kuangamizwa katika tanuru la moto. Tunahitaji mmoja aende akawaokoe. Na nafikiri hata malaika Gabrieli alikuwa pale na akajitokeza akasema mimi nitaenda, tena kwa mwendo wa kasi. Akaulizwa utachukua muda gani? Akasema sekunde moja nitakuwa pale kwa moto. Akaambiwa hapana, huwezi ukaenda. One second is too long. Yesu akajitolea akasema mimi nitaenda kuwaokoa wale vijana wetu watatu. Na neno linasema ya kwamba basi Yesu alipoulizwa, akaulizwa wewe utachukua muda gani? Akasema, I am already in the fire. niko ndani ya moto, mimi sichukui muda Mimi ogojea kwa moto. Rafiki msikilizaji, wakati unaposikia unaenda kwa hatari, usiogope. Kama ni kwa sababu ya neno la Bwana enenda huko, kwa sababu alikutangulia mbele. Anasema nilikutangulia kwa shida, nilikutangulia kwa jaa, nilikutangulia kwa matatizo, niko pale, usiniaibishe. Hebu imajini kama wangekataa, kama wangeogopa? Neno linasema walipoingia pale ndani basi wamesimama walirushwa, wakaangushwa. Sasa wamesimama walirushwa, wamefungwa, wamefunguliwa, walirushwa, wachomeke moto, haumafanyi madhara yoyote, na wanaongea na Yesu, na Yesu anawaambia kwamba mambo iko sawa, kule tunawangojea bado, msijali, tulijua tu hiki tafanyika, na nimetumwa na salamu na baba. Baba ameniambia nije niwasalimie. Hata enoko tulikuwa naye asubuhi leo Kaniambia nikija niwasalimie. Tungekuja wote, lakini nikasema mimi natosha, mimi natosha, Yesu watosha. Bwana asifiwe. Neno la Mungu linasema ya kwamba basi huyu mfalme alipoona kile kimeendelea ndani, akanena akasema, enyi Shadraki na Meshaki na Abednego, watumishi wa Mungu aliye juu, tokeni mje huku. Ndipo Shadraki na Meshaki na Abednego wakatoka katika ule moto, na maamiri na manaibu na ma, waliwali wali, na mawaziri walio kuwa wamekusanyika pamoja wakawaona watu hao, ya kuwa ule moto ulikuwa hauna nguvu juu ya miili yao wala nywele za vichwa vyao hazikuteketea wala suruali zao hazikubadilika wala harufu ya moto haikuwapata hata kidogo. Akawaambia Shadraka, Meshaki na Abednego, tokeni na vijana wangu, wakatoka majestikali, hawana haraka. Walirushwa, sasa ndio wanajitoa. Walikuwa wamefungwa wakirushwa, sasa wako huru kwa sababu hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa umefungwa na hauwezi ukaenda kwa Yesu na ubaki ukiwa chini. Lazima utainuka. Lazima utaambia watu, nina ushuhuda. Hata nyinyi mnajua, last year nilikuwa chini lakini nilipokutana na huyu mwana wa Seremala nimesimama. Bwana asifiwe sana. Yaani hauwezi ukakutana na Yesu na uendelee kuwa the same. It cannot happen. Anakutana na mwanamke ambaye si Yesu sina na anambadilisha anakuwa a saint, ni mhubiri. A prostitute exchange to a preacher a, a, a, ukikutana na Yesu kama uko juu ya mti anakuambia, shuka haraka, shuka haraka baba, shuka haraka, shuka saa hizi, kwa sababu leo nitakuwa mgeni wako. Bwana asifiwe sana. Yesu anasema ya kwamba akija kwako akikupata na machozi, atakupanguza machozi. Hawa vijana wakatoka watatu. Hebu ni waulize, Nebukadreza alipoangalia ndani, aliona watu wangapi? Alipo waita alita watu wangapi? Bona hakuita waine? Bona aliacha huyu wanne? <clears throat> Nebukadnezaro sio mjinga. Nebukadnezaro alifanya hesabu kali sana, akasema kama ni mimi niliwasha hii moto. Na kweli kwa sababu mimi ndio niliongeza marasabu, na hii kitu ni moto kabisa exceedingly hot Arafu hawa vijana wako na mtu ya ine. Inaweza kuwa ya kwamba huyu ndiye amefanya kuwafungua hawa vijana. Na kuna watu hapa si kwamba hajui wamekufa lakini hazina shughuli. If he can stop this fire from killing them, Dani. Nikifanya makosa kuita watoke wakiwa waine. Huyo waine akitoka hapa si tutamalizwa wote saa hii. Kwa hivyo tokeni wale tuliruza watatu, waine akae yeye, ni shughuli zake hatumjui. Maana hata nilipo angalia anakaa kama mwana wa nani wa miungu. Ni nani aliambia Nebukadnezaro Mungu akona mwana? na alikuwa ameuliza ni Mungu gani? Ni nani ataako